Sisi ni Isra Gold mining Tanzania, ni kampuni ambayo tunajihusisha na uchenjwaji wa dhahabu, lakini pia tuna vifaa vya kisasa ambavyo tunavitumia kwa ajili ya uchenjwaji huo, lakini pia tunatumia vatiliching, tunatumia CIP, tunatumia elution, tuna laboratori kwa ajili ya kupima sample aidha ni, labda ni, ni mawe au ni udongo vyote tunavyo, lakini pia tuna mainjinia wa kisasa kabisa kwa ajili ya hiyo kazi. Lakini pia ndani ya planti yetu tuna bloka maketi, tuna nunua dhahabu. Lakini pia ndani ya planti tuna wakala banking, kiasi kwamba kama mteja ametuuzia dhahabu na naona kiasi hicho hawezi akatembea nacho, anaweza akaweka kwa wakala wetu na pesa yake ikawa salama kabisa. Lakini pia tunawafadhili wachimbaji wadogo, small scale mining, ambao unakuta mtu ana duara lake, lakini uendeshaji wake unakuwa ni mgumu, hivyo tunawasaidia aidha za kifedha au chemicals. unakuta kuna wachimbaji wengine ana udongo lakini hana uwezo wa kununua kemikali hivyo tuna msapoti, na mwisho wa siku naweza tukagawana naye asilimia. Lakini pia kampuni yetu inajihusisha na kuweka ubia na wa, wa, na, small mining skeri, tuna wasapoti tunawasaidia. Unaweza ukakuta labda mchimbaji ana dola lake, lakini namna ya kuliendesha inakuwa ni kazi, hivyo sisi kama Isra Gold mining tunaingia nao ubia kwa kuwawezesha vifaa, lakini pia kukarabati maduara yao, lakini pia kutafuta mablasta ma, au walipuaji ambao ni mahiri kwa ajili ya kuweza kutilipulia maduara yetu ndani ya maduara. Lakini pia sisi kama Isra Gold Mining tuna, kama unavyoona hapa nilivyokuwa nawaelezea, vatiliching ni ni matenki haya hapa kama yanavyoonekana, lakini pia ninapoelezea kwamba tunaingia ubia na hawa wachimbaji wadogo kama mnavyoona hapa, sisi kama Isra Gold Mining Tanzania tumeingia ubia na hawa watu small scale mining ambao wako Nyamalimbe na tunafanya kazi nao vizuri na tuko pamoja nao. Wakati tunaingia nao ubia, shafti zao zilikuwa kama vile mnavyoziona pale juu, zilikuwa ni shafti ambazo zina hali mbaya, lakini mpaka leo zimelekebishwa na ziko katika hali nzuri. Lakini pia tumewawezesha, tuna winchi hii hapa ambayo inafanya kazi kwenye madwala yetu Nyamalimbe. Lakini pia tuna ilujeni yetu ambayo ni hii hapa, kama inavyoonekana, hii hapa na matenki yake. Lakini pia nilipokuwa naongelea Bloka Market, nilikuwa naongelea kitu ambacho ni hiki hapa kama mnavyokiona kwenye picha lakini pia tuna mizani hii yetu hii hapa ambayo iko kamili na iko safi. Ili uweze kuingia ubia na Isra, kwanza kabisa inatakiwa uwe na PPM ya juu. Napongelea PPM namaanisha kwamba je, uwezekano wako, yaani posibiliti ya wewe kupata dhahabu katika udongo wako ni kiasi gani? Au duara lako lina PPM ya ngapi? Au lina, lina, lina viashiria vinaviashiria gani vya kupata dhahabu kiasi gani. Lakini sisi Isra tunapokea kuanzia PPM ya tano na kuendelea, ni kigezo mmoja wapo. Lakini pia tunaangalia, je, huyu mtu ni kweli hajiwezi kama alivyosema hajiwezi? Kwa sababu sisi tuna wasapoti wachimbaji wadogo, kunakuta mtu shafti lake haliko vizuri na pia hana uwezo wa kuliendesha, huyo mtu ndio ambaye tunaingia naye ubia. Isra Gold Mining Tanzania tumeweza kupata tuzo katika maonyesho haya. Tuzo hii tumeweza kupewa kwa kudhamini miundombinu ya kudumu katika maonyesho haya. Isra Gold Mining, Tanzania tumeweza kudhamini taa za sola. Taa hizo ambazo zimeweza kuwekwa ndani ya uwanja huu wote, taa 150. Hivyo serikali imeweza kutupongeza kwa kutupa tuzo hii na kuonyesha kwamba, tuzo hii na kuonyesha kwamba taa hizi zina ubora, zimeweza kupimwa na serikali na zikaonekana zina ubora, hivyo wakaweza kuturuhusu na kutuamini tukaweza kuzifunga ndani ya maonyesho haya. Kwa hiyo tuzo hii ni ya kwetu Isra Gold Mining Tanzania, na tunashukuru sana kwa mchango wa serikali kwa kuona tunafanya kazi nzuri. Asanteni.